kule ni mwalimu na mimi ni mwalimu mwenzenu. <coughs> nataka kuwathibitishia tuko pamoja na mimi <coughs> kuna tangazo moja linazunguka zunguka, linasema walimu wa shule za za tuguze hilo tangazo nilakifumbama Nawatakia siku njema sana walimuoye. oh, yeah. oh, yeah. Ninafahamu kazi kubwa mnayoifanya na ndiyo maana tumetangaza nafasi zingine za walimu kumi na tatu e ili kuwapunguzia mzigo wa walimu kwa kazi kubwa mnayoifanya kwa ajili ya taifa. oh, yeah. hili

Asante Mheshimiwa Rais, walimu wanasema wanakupenda sana. Asante. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.